I love Tanzania. People are very friendly. There's many things to do. It's a beautiful country. Kama unavyofahamu Kia ni lango kuu la utalii kwa kanda ya kaskazini. Tumejipanga kwa maana kuzingatia maelekezo na miongozo ya serikali kuhakikisha kwamba soko la utalii, watalii wanapata huduma stahiki. Where are you from? USA. USA. Yes. Come back?

Hali ya kiwanja iko salama, lakini pia hali ya soko iko vizuri kwa maana ndege zinatua na kuondoka kwa usalama. Miruko ya ndege za kimataifa kama ulivyoshuhudia inaendelea vizuri. Hivyo hivyo kwa upande wa ndege zile za loko. Pia inaenda vizuri. Na kama unavyofahamu, siku za nyuma program ili za kiserikali ikiwemo Royal Tour zilitengeneza mazingira mazuri ambayo ni mazingira endelevu. Kwa hiyo niseme tu, hali ni nzuri na sisi tutaendelea kuzingatia miongozo serikali kwa kwa ya serikali kuhakikisha kwamba trend ya eneo hili inakwenda vizuri. Ami francais venez en Tanzanie c'est magique. Thank Thank you France, Tanzani, Thank you very much. Ah, uh, you're welcome. Thank you. Merci beaucoup. Asante sana. Hatujaliona <laughs> kwa kweli, kwa sababu wageni wanaendelea kuja kama hizo ndege za international zina abiria wengi. Ethiopia, Katari, eh, Swiss Air zote zinashusha abiria kwa wingi. Mimi naomba Tanzania tudumishe amani, kwa sababu bila amani hakuna maendeleo yoyote, na bila amani hakuna biashara yoyote tunaweza kufanya. Mbona umekuwa ukirudia amani, amani, amani kuna nini? Tunda letu so, ndio tunda letu e, kama Watanzania hapa ni KIA, kiwanja cha kimataifa cha ndege cha Kilimanjaro na mimi naitwa Doto Kadoshi, mwandishi wa habari za hifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hii ni Kadoshi TV.